Na mtazamaji, ni wakati sasa wa kuingia ndani ya jukwaa la afya, na kama unavyoona ni kwamba wageni wetu tayari wameshaingia ndani ya studio. Upande huo wa mbali kabisa ninaye Dkt. Ridemta Kimeu, ambaye yeye ni mtaalam wa magonjwa ya moyo. Karibu sana Ridemta. Asante. Naam. Kando yake ninaye Rosemary Ireri, ameugua ugonjwa wa moyo, atatueleza hadi kufikia sasa hali yake iko namna gani. Karibu sana na kando yangu hapa ni naye Awor Joyce, yeye ni mtaalamu wa lishe akiwa tayari na meza yake ametuandalia. Atatueleza mengi tu kuhusiana na vipi ambavyo lishe inahusiana na afya ya moyo. Tuzungumzie afya mwanzo daktari, sio kabla moyo haujakuwa na magonjwa, tunafaa kula vipi, tunafaa kuepuka vipi ili kuhakikisha kwamba moyo wetu una afya ambayo inastahili? Na mm, karibu sana ndani ya studio zetu na kama tulivyosema leo hii tunaangazia maradhi ya moyo, ikizingatiwa kwamba Jumatatu iliyopita ilikuwa ni siku ya kuadhimisha siku ya kuhamasisha watu kuhusiana na magonjwa ya moyo. Daktari, pengine nije kwako, siku kama hii, nyinyi kama wadau ambao mnajihusisha zaidi kutoa hamasisho ya elimu kuhusiana na moyo, huwa mumeitenga kufanya nini haswa? Aa, asante sana mwanamisi, aa, ni furaha yetu aa, kufika hapa studioni na kueleza wenye wanatusikiliza wenye wanatuangalia kuhusu maneno ya moyo. So kwa hii maadhimisho ya siku ya dunia ya moyo, kawaida tunapenda kuwaelezea wasikilizaji wetu, wagonjwa wetu na jamaa wetu kuhusu maneno ya moyo, na zaidi ni vile tunaweza kupunguza magonjwa ya moyo na magonjwa ya mishipa za moyo. Na kawaida tunataka kuwaelezea jambo la kwanza umeshaangaliwa? Kwa mfano umeshaenda ukapimwa shinikizo la damu, yani kwa lugha ya kimombo hypertension. Umeenda umepimwa, umejua hali yako kweli? Aha, wengine mmejua hali yenu ya kisukari, mmepimwa damu kuangalia kama sukari zenu ziko juu ama ziko namna gani? Ah, na mambo mengine pia ni mambo ya cholesterol kwa damu yani, mafuta kwa damu mmeenda mkapimwa mkajua mambo yenu, ndo mwishowe tuweze kuhakikisha hutaingia pale kwa kuwa na ugonjwa wa moyo au ugonjwa wa mishipa. Kwa hivyo wakati huu tunaangalia ama, hii siku ya moyo aa, ya dunia ni vizuri sana tukiangalia ya maneno, na jambo lingine ni kwa wale haswa wako na shida za moyo ama magonjwa ya moyo na magonjwa ya mishipa, tunawahimiza, enda muone waganga wenu, mwangaliwe kama ni mada au mwanzishwe kama kuna jambo lingine linahitaji kufanywa pia lifanywe ndio uweze kusaidika. Sababu, tunajua, tukiangalia dunia yote tukiangalia bara la Afrika na hata tukifika huku Kenya watu wengi sana wako na shida za mishipa ya damu na pia magonjwa ya moyo na tukiangalia ni kama takribani hivi um, asilimia you know, um, ishirini ya watu wazima Kenya wako na shida ya shinikizo la damu. Kwa hivyo tunapata hii ni ugonjwa wenye hatuwezi sema uko mbali na sisi, uko karibu, umetusongea karibu, na na unasababisha madhara mengi, na haswa, ningependa pia kusema kwa wamama, wamama wako na shida zaidi kweli, wako na hizi shida za magonja za moyo na pia magonjwa ya ya mishipa ya moyo, lakini pia mama mjamzito pale anaweza kuwa na shinikizo la damu wakati wa ujauzito, na pia kisukari cha mimba, na tunajua haya mambo pia yanaendeleza ugonjwa wa moyo na ugonjwa sawa, sawa daktari, kabla tuingie ndani kabisa kuzamia, ni kina nani ambao wako katika hatari ya kupata matatizo ya moyo? Nadhani tuanze kuangalia huu moyo unaweza kuathirika vipi na kusema kwamba huyu ana matatizo ya moyo, pengine tuangalie magonjwa ya moyo ni yapi na yanasababishwa na vitu gani? Ah, asante. So ningesema hivi magonjwa ya moyo na magonjwa ya mishipa, yaani kwa lugha ya kimombo tunaita cardiovascular disease, haya ni magonjwa mengi na kawaida yanaathiri moyo na mishipa ya damu. mm -hmm. Na tunajua ni katika yale mambo yanaleta vifo zaidi duniani ama ulimwenguni. mm -hmm. Na tukiangalia aina za haya magonjwa, tunaweza sema la juu sana ni shinikizo la damu, yaani ile twaita oh, hypertension kwa lugha ya kimombo mm -hmm. Na hii ni wakati pressure ya damu inaenda juu kuliko zaidi. Hiyo ni jambo la kwanza mm -hmm. Jambo la pili, pale unaweza pata mtu pia akona shida ya mishipa ya damu ile twaita coronary artery disease, na pale ni mishipa ya moyo inaziba ama inabana na ile shida linaweza sababisha mshtuko wa moyo tunaoita heart attack. mm -hmm. Okay, hiyo ni jambo la pili. mm -hmm. Na pia kuna yale mambo tunaweza sema ya upungufu wa nguvu ya moyo kwa lugha ya kimombo tunaoita heart failure. mm -hmm. Yani unapata pale moyo hauna nguvu, hauna nguvu ya, ku, ya kupiga damu itembee mwili wote, mtu anaanza kuchoka, anasikia ni kama mwili umedhoofika. Hiyo ni jambo lingine. mm -hmm. Na pia kuna shida ya kiharusi. Kiharusi ni shida kubwa sana. Inaleta matatizo mengi kwa wenye wanaopata hii shida. Na kwa kimombo tunaita stroke. Mm. Okay. Pale unapata damu itembee vile inafaa ama vile ipasavyo kuingia kwa ubongo. Na naweza sema pia kuna yale magonjwa mengine tunasema mtoto amezaliwa nayo. Tunaita congenital heart disease. Yani pale mtu amezaliwa na hii shida ya moyo, anaweza kuwa na shimo kwa moyo, anaweza kuwa na shida ya valve ya moyo. Kwa hivyo kwa kijumla ama shida zote ama magonjwa yetu tutayaita magonjwa ya moyo na magonjwa ya mishipa ya damu. Sawa sawa, umetutajia na kama sijakosea, inakuja ni kama aina tano. Kwa mm -hmm. hivyo tutaziangazia kwa kina moja baada ya jingine. mm -hmm. Vipi linatokea, nani yuko katika hatari na vipi tunaweza kuepuka? Uh, Rosemary, uh, tulipokuwa tunapanga hiki kipindi tuliambiwa kwamba kuna dada ambaye yeye amepata matatizo ya moyo. Sasa katika hii orodha ambayo tumeelezewa, sijui yako wewe ni matatizo gani yaliokuwa yamekukumba? um, yangu ni rheumatic heart disease Yeah. Ambayo inaathiri ina vipi moyo? Ah, so, uh, rheumatic heart disease kulingana na vile daktari alivyonieleza ni kwamba nilipata nikiwa mtoto mdogo. Mm -hmm. Uh, baada ya kuugua na labda sikupata matibabu haswa, so, um, inayostahiri um, kwa hivyo uh, rheumatic heart disease inahusiana na kuna valve ambayo inaitwa mitral valve leakage. mm -hmm. So aipitishi damu vile inafaa kupita, ingine inarudi. Sasa unasema baada ya kuugua uliugua nini pengine ndio ukaja ukapata tatizo hili? Naam. uh, ilikuwa ni safari refu, lakini mwanzo sikuwa najua niko na ugonjwa wa moyo. mm. uh, ilianza kwa maumivu viungo Uh, nilikuwa kidato cha tatu. So kama tuseme umri wa miaka kama kumi na tano hivi miaka kumi na sita hapo mm. Uh, nilikuwa tu hata mi nadhania mi ni mzembe mm. kwa sababu singeweza kufanya ile kazi ngumu, watoto wakicheza, unajitenga. Oh, unachoka. E, unachoka, unajitenga uh, nilisoma actually, um, uh, nikisoma shule ya upili nilikuwa na, naenda kila siku shule yani, sikuwa katika shule ya bweni. Kwa hivyo jambo la kwanza nikifika shule ilikuwa kulala kwa meza mm -hmm. Mi nilidhani ya kwamba labda mi ni mzembe, kwa sababu kila mtu anakuambia we na umezembea zaidi. Nyumbani ukipewa kazi, ile kazi tu rahisi unafanya, lakini bado unasikia umechoka mm -hmm. Asubuhi ukiamka unasikia bado umechoka, ni unashindwa, kwani kunaendaje? mm -hmm. Tukaendelea hivyo, nilikuwa naenda hospitali ndio, lakini sikuwahi ambiwa, ni nilikuwa napewa tu dawa za kupunguza maumivu. mm -hmm. Wakati maumivu yamezidi, mm -hmm. nipo maliza kidato cha nne, nilienda university, chuo kikuu, na kulikuwa na baridi pale nilienda. mm -hmm huko upande wa Nyahururu. Mm -hmm. Sasa nikiwa huko Nyahururu, ndio hali yangu ikaendelea kuzidi kwa sababu nakumbuka karibu kila wiki ningetembelea zaanati sasa. mm -hmm. Um, so, ilifika wakati gani mpaka ukenda ukafanyiwa vipimo ukaambiwa kwamba una tatizo la moyo? Baada ya chuo kikuu nilipopata mtoto sasa wa pili ah. Ni nilitoka hospitali uh, baada ya kujifungua lakini wa usiku sikulala, nilikuwa napata joto jingi sweating kwa mgongo mm -hmm. nashindwa kupumua, nikijaribu kulala nasikia nikaa na nyongwa. Sababu ilikuwa post covid, mi nilifikiria labda ni covid mm. Alafu nikaanza kukohoa, kikozi kilikuwa kinatoka ikiwa pinkish then kakuwa Uh, reddish. Ikaendelea hivyo, nikaona hapana, hili jambo limezidi. mm ndio siku iliyofuata Uh, tuli uh, bwanangu uh, ndiye akanirudisha hospitali mm -hmm. Sa aliponirudisha hospitali pia madaktari walidhania ni Covid mm -hmm. Uh, nikatengwa kama ilivyokuwa hali mm -hmm. Ilitengwa kwa siku kadhaa, bado wakiendelea kufanya vipimo vya Covid, lakini zote hakuna ilithibitisha kwamba nilikuwa na Covid mm -hmm. Sa hapo ndio daktari wakasema sasa tuna tutachunguza tuta kila kitu wakafanya uchunguzi wa magonjwa mingi zaidi, ifanyiwa x-ray everything. Mwishowe ndio nika kuwa recommended kufanya ECG na echo, na hiyo siku hiyo asubuhi waliofanya ndio wakajua kumbe nilikuwa na ugua Uh, mitral valve ugonjwa wa moyo mitral valve ilikuwa ina leak, na pia kulikuwa na pia aortic valve zilikuwa mbili. Sawa, sawa. Daktari atatueleza zaidi hatari ya kukaa na ugonjwa kwa muda mrefu, na pengine lile tatizo lilokuwa nalo kama lingedhibitiwa wakati fulani, pengine lisingefika hapo. Kabla kwenda kwenye mapumziko, mtaalamu alishe, unajua mara nyingi tunasema unachokula ndicho kitakachoamua afya yako inakuwaje hii orodha ya, ya aina ya maradhi ya moyo, mm -hmm. Ukiangalia ni yapi ambayo yanahusiana na lishe na kwa kiwango gani? mm -hmm. so, unapata. Asante <coughs> sana kwa kunialika hapa. Unapata watu wengi wanataka kukula zile chakula tunasema ni tamu kwa mdomo zile zinavutia, unapitia mahali unasikia kitu imekuvutia, unaenda unachukua. mm. Um, so unapata ukikula hivyo, hizo chakula zimetengenezwa kwa mafuta ile mbaya, tunaita transfats. So kwa kawaida una, inahitaji mafuta, inaiva polepole pole, yani unaweka kidogo, unaweka chakula inaiva, unatoa, lakini wengi wanataka ile chakula imetumbukizwa ndani ya mafuta. So kitambo utumbukize hiyo chakula kwa mafuta, lazima mafuta ikuwe moto zaidi mm. Ndio utumbukize hiyo chakula mm. so unapata hiyo hiyo mafuta, ukingoja ikuwe moto zaidi inabadilika inakuwa, ilikuwa mafuta nzuri, lakini sasa inabadilika inakuwa transfers kwa sababu imekuwa kwa hiyo moto kwa muda mrefu mm -hmm. Kisha unatumbukiza unaweza kuwa na chakula mzuri kama fish kama samaki mm. Kama kuku, lakini ukitumbukiza pale kwa ile mafuta umeharibu chakula nzima, unaelewa? So, so, una... hiyo, hiyo haijalishi mafuta ni gani, maanake kuna yale mengine tunaambiwa, haya ni mafuta ya vegetables, haya ni mafuta ya corn, haya sijui ni nini yakipitia kiwango fulani cha moto, ina maana tushaharibu. Naam, naam. Unaweza kuwa na kama ile olive oil mm. lakini olive oil pia iko na ile kiwango yake yenye haifai kupitishwa mm. lakini ukiiweka na unaona inatoa moshi ujuu, oh, umeharibu tayari. yeah, yeah. Yeah. Yes. So tunasema mafuta yako isi isitoe moshi isi smoke isitoe moshi mm. So unapata kama kuna zile tena tunaita processed foods zile watu wanapenda kukula viazi, wakikula viazi wanatoa ngozi, wakikula vitu kama chapati wanakula ile ya white, tunasema hizo processed. So kumaanisha ile, ile mbegu imeenda ika ikasiagwa na wakatoa zile fiber hmm. kisha wakatengeneza kama ni wheat ya white, wakatengeneza hiyo unga ya ugali ya hiyo white, hiyo processed. Hizo pia tukikula kwa wingi, sasa inaongeza hiyo mafuta kwa mwili <laughs> Una... hayo mafuta ndio yanakuja vipi, yanahusiana na, na moyo? Sasa hiyo mafuta inakuja ikiwa mingi zaidi, inaenda kwa ile mshipa mshipa ya roho, unapata kama hiyo mshipa ya moyo, ya moyo, mshipa ya moyo inapata hiyo damu, inachukua presha mingi kupita pale, kwa sababu hiyo hiyo mshipa imekuwa konde. Mm. -hmm. Kwa hiyo pande imelainika, ime na mafuta sasa imekuwa konde, so damu kupita mali fulani ndio iende upande, inapita pressure mingi sana hapa ndio ipite. mm -hmm. Sasa unapata huo mtu anakuwa na hiyo shida ya high blood pressure, wengine. okay. wakikula mafuta mingi, tunasema ile visceral fat. mm -hmm. Ina, alafu kuna visceral fat na kuna ile fat iko, ina iko kwa viungo za mwili, kwa organs. hiyo fat pia inaleta madhara. okay. Na. kwa hivyo mafuta ni adui mkubwa wa moyo. Hiyo na processed food. Okay, sawa sawa. <laughs> Yeah. Tutakuja utueleze mengi iwapo mafuta haya manake leo tumejifunza kwamba mafuta yasitoke moshi. Naam. Sasa tukiwa tunataka ku deep fry tufanyeje? Hakuna ku deep fry. <laughs> <laughs> <laughs> Unabadilisha, hakuna ku deep fry unaingiza una pale kwa oven. Eh. Una sema ku grill. Si kila mtu una oven, Bwana Joyce. Um, kuna ile <laughs> kuna ile unapasha moto kidogo, bora tu. Ukiingiza kwa mafuta umeharibu, so unaweka mafuta kidogo, unaweka viazi zako, viazi unaachikiwa na ngozi, unabakisha hiyo fiber, kisha unaweka kwa hiyo mafuta. Sawa sawa, utatufunza leo, angalau tukitoka hapa tuweze kujaribu uh, kufata mbinu nyingine ya upishi ambayo tutakuwa bado tunakula vile vyakula ambavyo mm tunaviona ni vitamu, lakini katika njia ambayo iko salama kiafya. Mtazamaji tunapata mapumziko mafupi, lakini usende mbali, tutarejea hivi punde kuendelea na mada yetu leo hii tukiwa tuna magonjwa ya moyo. Kumbuka kwamba ndani ya Jukwaa la Afya tunapenda kukushirikisha iwapo utakuwa una swali lolote ungependa kuwauliza wataalamu wetu, akiwa ni daktari pamoja na Joyce ambaye ni mtaalamu wa lishe. Unaweza kutumia nambari zetu za harafa ambazo ni 22422 na chochote ambacho pia ungependa kujua kutoka kwa Rosemary kupitia safari yake, fursa ndiyo hii, fursa adimu. Basi nambari ni 22422 tunarejea muda usiokuwa mrefu.